Mvua ilikuwa ikinyesha taratibu usiku wa Jumamosi. Barabara zilikuwa kimya, taa za barabarani zikiangaza matone yaliyokuwa yakidondoka polepole. Amina, msichana mrembo mwenye tabasamu la upole, alikuwa amesimama mbele ya duka lake dogo la maua akifunga siku. Akiwa anapanga maua yake kwa utaratibu, alisikia sauti ya mtu akikaribia. Alipoangalia juu, alimuona kijana mmoja amesimama mbele yake akiwa ameloa kwa mvua. Mkononi alishikilia jaketi yake iliyoloa. Samahani, ii duka limeshafungwa i kijana yule aliuliza kwa sauti ya upole. Amina alitabasamu. bado kidogo, unahitaji maua? Kijana alitikisa kichwa taratibu. Ndiyo i eh, lakini si kwa sherehe ni kwa mtu muhimu. Sikujua ningeyapata wapi usiku huu. Amina alimkaribisha ndani ya duka akamketisha karibu na heata ndogo ili apate joto. Mvua ilizidi kushuka nje ikitengeneza sauti laini ya utulivu. jina langu ni Adam, kijana alisema huku akiinua macho kumtazama Amina. Amina alijibu kwa aibu kidogo Wakati akimchagulia maua macho yao yalikutana mara kadhaa. Kulikuwa na kitu fulani kisichoelezeka, kama ishara ndogo ya majaliwa. Adam aliendelea kumtazama Amina, kana kwamba alipata faraja kuwa hapo. maua haya ni ya nani? Amina aliuliza, akiwa anafunga boukwet nzuri ya waridi. Adam alitulia kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya upole, ni kwa msichana ambaye sijawahi kumwambia ukweli. Nimempenda kwa muda mrefu, lakini nimekuwa nikisita. Amina alishusha pumzi taratibu, moyo wake ukianza kupiga kwa nguvu. Na leo hey, utaweza kumwambia? Adam akacheka kwa upole, ndio leo nimeamua. Amina, e hey, ni mtu ninayemwona kila mara mcheshi, mnyenyekevu, anayenipa amani. Amina alisita kidogo macho yake yakimtazama kwa mshangao. Anaitwa nani huyo msichana? Adam alinyanyua kichwa akimtazama moja kwa moja usoni. Anaitwa e hey. Amina. Amina alishtuka akishika kifua chake. Mimi e hey. Adam, unanifanya nishindwe hata kuongea. Adam alisimama akachukua mikono yake ikiwa bado imebarikiwa na harufu ya maua. nimekuwa nikija kwenye duka lako mara nyingi, si kwa sababu ya maua tu, ibali kwa sababu ya wewe. leo nisingeondoka bila kukuambia ukweli. Amina alitabasamu huku macho yake yakijaa unyevu wa hisia. Adam, sikujua lakini moyo wangu pia haukuwa kimya. Usiku ule huo, wakiwa ndani ya duka la maua lenye harufu nzuri na sauti ya mvua nje, walikumbatiana kwa upole. Hakukuwa na maneno mengi, hisia zilitoa kila kitu. Na hapo ndipo safari yao ya mapenzi ilipoanza, e, katika usiku wa mvua, kwenye duka dogo la maua, kati ya Amina na Adamu.